Ni M Hatari TV, dunia ya teknolojia. Je, umewahi kukutana na mishale hii kwenye keyboard na hujui ina kazi gani kwenye window shortcut? Usijali, leo M Hatari TV itakujuza kwa upana. Mishale hii hutumika kupanga madirisha pindi itakapobonyezwa pamoja na window key. Tuanze na mshale wa juu. Utakapobonyezwa na window plus huu mshale wa juu, basi inaongeza ukubwa kwa window inayotumika. Twende tukaone mfano e, mfano nayo tunayo window yetu ambayo hapa ipo nusu. Kwa hiyo tukihitaji tuioneshe katika e, skrini nzima, basi tutagusa window e, plus huu mshale wa juu screen nzima inakuwa tayari zma tunaiona hapo chini. Chini hii ukibonyeza window plus huo mshale wa chini inasogeza window chini na kupunguza kutoka kwenye screen yetu, ndio e, hii tunduhi, yote iko full. Tukitaka kupunguza, tunabonyeza window mshale wa chini, imepungua tena window mshale wa chini inaondoka katika screen kabisa. tunzitu mshale wa kushoto. Mshale wa kushoto e, ukibonyeza window plus mshale wa kushoto, hii inatumika kusogeza dirisha e, linalotumika sasa hadi nusu e, ya kushoto ya screen. Maana yake screen yako inajipanga upande wa kushoto. Window e, plus mshale wa kushoto, na screen yetu umeiona iko kwa upande wa kushoto hapo, kama unavyoona tuzetu na mshale wa e, kulia, hii itakuwa rahisi kwa sababu tumeshaanza zilizopita. Kwa hiyo ukibonyeza window eh, plus mshale wa kulia, hii inasogeza dirisha linalotumika sasa hadi nusu ya kulia ya screen. Tuone tunayo screen yetu. Screen yetu, tunabonyeza window eh, plus mshale wa kulia, basi kile kipande chetu cha screen ambacho tunakitumia kinakaa upande wa kulia. Na hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Kwa hiyo je, ina inafaida gani hii kujua window management yetu? kumbe kama tukijua window management yetu, inaweza ikatuwezesha window zaidi ya moja kukaa katika nini, kukaa katika skrini moja. Kwa mfano, unaweza huku ukaa na play video au huku pengine kuna picha yako, au yani huku labda kuna picha, huku labda unafanya kazi zako kwenye Microsoft Word na kazi nyingine. Kwa hiyo inakuwa inakupa urahisi wewe mtumiaji wa kompyuta. Baada ya hayo machache Niseme tu usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Hii ni M Hatari TV, karibu tena, bye-bye.